Kama itatokea kwamba mara baada ya kutumia njia fana ya uzazi mpango, alafu ukawa ukachelewa kushika ujauzito, uenda ikawa kuna sababu kadhaa kadhaa. Uenda ikawa sababu ziko nyingi, lakini nitakwambia kuu tatu. Sababu ya kwanza ni muda wa kupona. Siku zote mara baada ya kutumia njia fana ya uzazi mpango umeathiri homoni kwao, mpaka mpangilio homoni ukae sawa, itakuchukua muda kidogo, lakini mara nyingi huoga ndani ya, ya mwaka mmoja, ila wanawake wengine pia huchelewa kidogo. Sababu ya pili ni umri kama utumie njia hizo za mpango alafu bila kutu, bila kuwa makini kuangalia na, umri wako wenda pia kukuchelewesha kukuchelewesha kupata ujauzito. Mfano wanawake wengi huwa wana, wakifika umri wa miaka 35 chance ya kupata mtoto huwa inapungua. Sababu nyingine ya mwisho ni magonjwa. Kama kama njia hizo za mpango ambao ulikuwa vitumie imekupelekea kupata ugo, magonjwa kwa mfano ya endometriosis au fibroids, wenda pia ikakusababishia usipate mtoto kwa ukatibu magonjwa aliyokuwa nayo.